Kwa hiyo nataka nijue, jana mimi nilikuwepo pale, lakini nilikuwa mbali kidogo na wewe, kama mita mia moja ya tukio lile ambalo linaendelea kwao. Sikujua pale chanzo ni nini, ulitukana ama ulikuwa unazungumzia timu yako kwa mwenendo ambaye ulikuwepo kwenye mechi ya jana? Nijatukana, nilikuwa nazungumzia mwenendo na performance ya timu yangu na wachezaji wangu mmoja mmoja. Aha, eh, na wakati huo nilikuwa najaribu ku nilikuwa najaribu kwamba kumzungumzia chansi au kwamba yale matukio ya ya ya ya kukosa zile nafasi za wazi katika mechi muhimu huwa mm, yanajirudia mara kwa mara. Ndio eh. Kwa hiyo baada ya kuongea maneno haya, ndipo mashabiki wakaanza kusema kwamba wewe nini, mbona unamsema chance a, wakaanza kufanyaje, kaanza kunishambulia Unawajua hao watu kwa majina, wanaweza kuwataja hapo moja kwa moja, mmoja baada ya mwingine, kati yao ambao unawafahamu? Kuna baadhi unawafahamu? Hapana, mimi ndugu, a, a niseme uongo. Ninawajua tu kwa sura, ambaye hata yule ambaye, ambaye ni mdao mkubwa wa Simba ambaye, ninamfahamu mimi na jina lake huwa linanipotepotea, yule ambaye kama mtu ambaye ameshika bendera za taifa la Simba. Eh, ambaye yeye ndiye Mwakisalima huyo kushika ule mjeledi akawa ananifika na lile bomba ndio, kwa hiyo yule ndo mimi nafanya ndo namfahamu, lakini kama ngine na yani, nafahamu kwa kuona tu kwa sura aha. Kwa hiyo mpaka sasa wanachukua hatua gani? Hatua mpaka sasa hivi nachukua na nataka na hapa uh, pepo kama nilikuwa nimeweka bando kwa ajili ya kwa mani chukue clip, nataka niweze kwenda e, polisi, nikaonana na mkuu kituo nikamuonesha clip ili na pia niweze kumfungulia kesi hilo ndo litakuwa jambo la msingi, kwa sababu baada yeye hey, kumaliza pale tukio lile alifanya kipindi. Kuna clip pia inaonekana ina trendi na wadau wengi wamezungumzia, wa, akisema kwamba sio, sio, sio wewe tu, watu wote ambao wanaishambulia Simba. Kampeni ameanzisha rasmi kuanzia mechi ijayo ya tarehe moja mwezi wa kumi zidi ya Namungo, kwamba kama kawaida mwendo wa bakola tu, kwamba wewe umeshindwa kuja uwanjani, bora ubaki nyumbani uangalie kwenye TV. Hiyo hiyo pia ipo kama hujaiona. Basi sawa, ndugu yangu, endelea na hizo prosesi, lakini acha sasa tuendelee na kipindi. Ah sasa, e, Bwana Mnyanyande Junior, mambo vipi bwana? E, bwana Fresh, niambie mambo yanakwenda. E, na umemsikia malaika ni mwana leo. Umeanza, umeanza na kupiga simu eh? Tumeanza na kupiga simu. Unajua vitu na ushahidi bwana e. Unajua sasa hivi dunia ni kama kijiji, ndio maana iko kiganjani hapa e. E. kila kitu kiko hapa hapa, matukio tunaweza tukayaona mtandaoni, lakini watu wanatengeneza lakini huyu ndo mlengwa kwenye tukio lake, kwa tutaka tupate ushahidi na tupate uhakika ni kweli kafanywa ile tukio ama la. Majibu tumeyapata mwenyewe hapa, amezungumza kwamba ni kweli na hakuwa anatukana, alikuwa anamzungumzia Jean Charles Ahoua kwamba ni mwendelezo wa matukio yake ya kukosa kosa magoli. Kwa hiyo binafsi hakuwa na neno baya, maki mbaya ni kutukana kwenye kumwambia ukweli mchezaji, maana yake ndo unamjenga ili aendane na uhalisia wa mpira wa miguu manake, kilichofanyika jana Benjamin Mkapa kwa maana ya sare ya moja moja ndio kimezua hiki ambacho tunakisikia yeah, ndio kimezua hiki. Lakini pia kwa nilivyomsikiliza Mwakitalima alichokiongea baada alire, Sabu, ya lile tukio sababu lilipoanza yeye alikuwa mbali, kuna watu walilianzisha, alafu yeye ndio akasogea. Sasa nake nadhani kama ada aliwatuma walianzisha fwe, atie bakola kwa mfumo jinsi ulivyokuwa, kwa sababu yeye niliona ile tukio nilikuwa kwa mbali kidogo, lakini ukiona ile clip ya video ile ina trend, maana yake alikuja sasa, baada ya ile tukio, akaanza sasa kumtandika ile bakora na ile bomba lake la bendera ile nyeupe. Kwa hiyo, binafsi inaonekana ni mpango mkakati, umeandaliwa kwa ajili ya kuwapiga wanachama na mashabiki wanaoisemea ukweli klabu yao, sio mabaya, wanaoisemea ukweli klabu yao, kwa sababu anasema kwamba kuna watu wanatumika. Wanatumika na nani? Mtu amevaa jezi ya Simba amenunua kwa gharama yake na unamsikia kwenye klipu mbalimbali akizungumza mazuri ya Simba leo ukasema anatumika. Kuna mtu hapa ndo anatumika sisi, mbona huyu mtu haadhibiwi? Hawa kama ungekuwa wa maana ungemtafuta Mchome, washa kusikia Mchome kaadhibiwa kapigwa, hata kibao washa kusikia kachani hata jezi washa kusikia, zaidi ya bigi tu mmoja, yule wa kule nini, Mtandika alitaka kumvua jezi mechi ya dabi sawa, ile ya goli mbili kwa moja, alitaka kumvua jezi lakini toka hapo hakuna tukio lolote lile labda wana Simba wameweza kulifanya kwa mtu ambaye anaichafua brand yetu, wala kiongozi wa klabu ya Simba hakuna yeyote aliwahi kumgusa Mchome. Je, hivi Mchome na huyu tuna sanisoa mpya wa Tanzania, sawa, malaika wa Simba, nani anaitukana klabu, nani anaizalisha klabu? Na kama hii kampeni ingekuwepo, kwa nini sianzie kwa Mchome? Kwa nini ianzie kwa watu ambao wanaitakia mema klabu yao? Eti hapa kuna nini hapa? Kwa hiyo kuna viongozi naamini sisi kuficha ficha tuwezi, unajua sisi ni wasema ukweli. Kuna viongozi watakuwa wameandaa fungu kwa ajili ya kuwatuma hawa ili waje kutufata sisi, maana kuna kauli kaiongea mwa kitalima ya kutamba na ni bado. Kuna kuna wengine sio wamekuja hapa wamekula Krismasi si hata ishirini hazifiki. Kwa hiyo kula Krismasi elfu kumi ndo kuwa wee Simba sana eh, ndo wee umji unaojua sana eh. Hayo maneno maanake katupajiwe katupa katupa katupa gizani, wenyewe majibu yake, maanake anatuzungumzia sisi sasa sio kula Krismasi tu sawa, sio kula Krismasi tu. Sasa hatuja kula hata mwaka mpya hapa Dar es Salaam tulikuwa tunakula mwaka mpya kijijini na Krismasi kijijini. Mjini ni kwake yeye, lakini ajikanyage. Ajikanyage ataenda na maji. Yaani ajikanyage. Bwana Mnandi mnakwambiaje? Kaongea kimwamba, kaongea kimwamba yeye ni mwamba, anajifanya yeye kwamba kwenye Simba kama ya babake kama ya mama yake. Aendelee kutamba hivyo hivyo. Sisi sasa tutakuja huo mchezo wa tarehe moja tutakuja, huo mchezo wa tarehe moja. Sawa yakitokea tofauti kila mmoja na maoni yake na atazungumzia klabu yake. Sasa tumuone yeye na hizo bakora zake sio yeye. Hao waliomtuma. Yes, katumwa. Unapata ile hadithi nani atamfunga paka kengele? Umeisoma ile? Nimeisoma ile. Umeisoma ile? Sasa aendelee na huo mfumo. Yes, Mwamba, aje kutufunga sisi kengele. Afu aone nini kitalia? Kama kengele italia au yeye aliyefunga kengele ndio atalia. Kama umesoma hadithi vizuri, nampelekea salamu mwa kitalima. Yeye katupa jiwe gizani tunaisomea mazuri klabu ya simba ndo sisi sisi ndo tunaitakia mema klabu ya simba. Sasa wewe unasema no watu wametumwa kwenye kusema ukweli kwenye simba yao, wewe ndo umetumwa. Sasa aliyekutumwa aje vizuri, kama yeye mwenyewe ameshindwa kutupata sisi, anakutumia wewe. Jiangalie brother, utapata shida haya maisha. Kama sheria mkononi ndo suluhisho ya jambo, endelea. Sio bakola yako plastiki, njoo na mijeledi ya kisawa sawa Atafute mijeledi ya maana chezekana, njoo na mikanda, njoo pale. Alafu unaona nini kitakukuta wewe. Njoo na jeshi lako hilo au wamekutuma sawa, watakuonea huruma. Kama umetangaza vita, sisi tunatangaza kisasi. Alikiswaso hako usimpige malaika, utalipwa sawa, utalipwa. Na ndio maana nimempigia simu ili nipate uhakika mimi. Sipendagi kufanya vipindi lakini, lakini malaika amesema yeye anaelekea kituo cha polisi na ni vyema hili jambo labda, eh, angetafuta njia sahihi za kupata haki yake na sio kupanga kuweka visasi, uone kwamba inaweza kuleta sio yeye ya polisi kasha sema, kuna wengine wamekula Krismasi kumi tu sawa, hapa mjini maana kesi wageni wa mji yeye aweka Krismasi milioni kumi sawa, kala mwaka mpya milioni ishirini tukutane Lupaso sawa eh? Tukutane Lupaso kama wewe ndio umetushawishi sisi kupenda Simba tukutane Lupaso afu wewe na sisi tutajuana kama sisi tunalala kwako, tunakula kwako, njoo na bakora mechi ya tarehe moja. Uwezi kuwatisha wana simba leo. Simba inahitaji mashabiki leo. Wewe unasema kabisa, kama umeshindwa, kaa nyumbani kwako, uangalie kwenye TV. Wewe unampangia mtu kuangalia kwenye TV? Ulimnunulia eti unamlipia kifurushi kwenye TV? Au wewe mwamba unatoa wapi sasa? Nakwambia alokutuma akamwambia, akakutume tena, akakosea mbinu ya kukutuma umeshakosea, akakutafutia mbinu nyingine ya kukutuma. Hiyo umefeli sawa akakutafutia mbinu nyingine, jambo suluhisho tu la kutumaliza sisi, dogo tu sawa. Nenda kwa babu yako, nenda kwa bibi yako, kanyunyize kule, tudondoshe, tutangulie mbele ya haki, tukuachie Simba, ndo itakuwa jambo la msingi. Lakini bakora, nadhani utakuwa unapiga maktaimu, utakuwa unajaribia CV yako bure, sawa, na kujipotezea muda, sawa? Eh, kwa sababu kama huyo mtu saizi anafanya proses za kwenda kukupeleka kwenye ngazi za kisheria kwenye hili, uchomoki. Kama anaenda kweli, uchomoki, labda aweka danganya hapo kama atakuwa serious kwenye hili, ndio tayari nina trend size hizi mtandaoni, uchomoke hata robo? Kwani leo kafu wametufungia kuingiza mashabiki kwa sababu gani? Si vurugu viwanjani? Kama leo tunazihirisha kwamba tumekaa koko bichi tu tunapigana wenyewe kwa wenyewe, si wanaweza katufungia hata mechi zinazokuja tusiende viwanjani? Kwa hiyo hata hawa viongozi kama watalifumbia macho hili baka, itafika kesho hawajalijibia hili, maana yake atakafu inawezekana akatupiga lungu lingine mechi inayokuja pia, tunaweza tukakosa mashabiki kama tutuwazuia kwenda uwanjani tu, wameenda kokobicho wamepigana. Je, wangekaa pale rupaso, si wangepigana tena pale? Maana hii inajidhihirisha kama tunaonekana kwamba sio mashabiki bora, kumbe kuna watu na utashi wao binafsi wametumwa kwa ajili ya kuichafua Simba. Hawa ndio wanaiharibia Simba na msemaji nimemsikia, kuna watu wanavaa jezi za Simba lakini sio Simba, alisema jana. Hawa ndio miongoni mwao, wao sio Simba. Huwezi kuwa Simba leo unaenda kumpiga mwana Simba mwenzako bakola. Hawa ndio hawa ndio hawa ni mlenga mchome, labda nani Awali mlenga mchomo. Yeye yeah, mediari, yeah, kuna watu waliowalenga. Lakini aliowalenga sisi tunaowaona ndo hawa. Majibu sio yamepatikana baada ya kuondoka watu sio wamepigwa makora. Kwani kusema kwamba Simba jana wamecheza mpira mbovu nani alisema? Mtu wa kwanza kusema nani? Mimi nimemsikia wengi tu wamezungumza. Msemaji ndo mtu wa kwanza, mimi nilikuwepo eneo la tukio. Ukimwona mtu anamzungumzia mvua yeye kamnyeshea. Mimi nilikuwepo eneo la tukio. Hata tukio la malaika mimi nilikuwa mbali kidogo kama mita mia, nilikuwa naliona na sababu nini? Sawa? Pamoja jana nilifanya kipindi nilizungumza lakini kumbe sababu ni vile vile nilivyokuwa nimepita mimi. Na baada hapo nimempigia simu kutaka uhakika zaidi kwa sababu jambo limepita na yeye baadaye kafanya kipindi katamba nimemmsikia. Na ndio maana nimekuja kumjibu. Sawa? Nimekuja kumjibu. Kwenye TV ataenda kuangalia yeye mpira kwenye TV. Lakini mashabiki wote walikuwa Tanzania, walikuwa nje ya Tanzania; watakuja viwanjani na wataangalia mpira. Umtishi mtu na umuogopeshi mtu. Sisi tutatamba na wewe.